Mambo mawili anayotakiwa kufanya mtu mwenye changamoto ya stroke, na haya mambo yatamwezesha kuweza kupona changamoto hiyo pasipo kutumia kidonge chochote kile, pasipo kutumia dawa yoyote ile. Kwa hiyo kama wewe una changamoto hii ya stroke au una mtu mwenye changamoto ya stroke, basi ni kualike unisikilize kwa makini. Tiba lishe ni dawa kamili, tiba lishe ni dawa kamili ikitumika ipasavyo. Jambo la kwanza A, mgonjwa wa stroke anatakiwa kupunguza idadi ya milo, anatakiwa kupunguza idadi ya milo, kama kufunga kwa muda hivi, intermittent fasting kwa anaweza akapunguza idadi ya milo akala milo miwili au mmoja kwa siku. Hii e, ina faida zifuatazo: namba moja, kupunguza uvimbe katika mishipa na kwenye ubongo. Inapunguza uvimbe kwenye mishipa na kwenye ubongo, kwa hiyo inaruhusu damu ku flow vizuri kwenda kwenye ubongo, kwa sababu matatizo mengi ya stroke ni pale ambapo mishipa inayopeleka damu kwenye ubongo imekuwa blocked, imeziba ama imepasuka. Kwa hiyo damu haifiki vizuri kwenye ubongo. Kwa hiyo akipunguza idadi ya milo a, itasaidia kuzibua ile mishipa yake na kuondoa viuvimba ambavyo viko kwenye mishipa au ambazo ziko kwenye mishipa au mafuta machafu yaliyoziba mishipa na kuruhusu damu kufika kwenye ubongo. Lakini pia kupunguza idadi ya milo kunaongeza uzalishaji wa seli mpya, ambao tunaita kitaalamu neurogenesis. Inazalisha seli mpya asasa, seli za ubongo, kwa hiyo ubongo unaanza kujijenga upya. Eh, kupunguza idadi ya milo hii lakini nyingine husaidia kupunguza uvimbe, ambao uvimbe mara nyingi ndo sababu ya pressure, ndo sababu ya sukari na pressure. Na sukari ndo sababu kuu zinazochangia watu kupata matatizo ya stroke. Kwa hiyo akipunguza idadi ya milo, basi itasaidia kupunguza uzito, lakini idadi ya milo ikishapungua uka limit intake ya matumizi ya vyakula vya wanga na sukari. Hii inasaidia mwili kuingia kwenye kitu kinaitwa autofaji. Ukipunguza idadi ya milo, ukiamua kula mara moja kwa siku au mara mbili kwa siku, hii inasaidia mwili kuingia katika hali ya autofaji. hali ya autofa, autofaji ni pale ambapo uh, mwili unaondoa seli zilizoharibika zote mwilini na kuzalisha seli mpya. Eh, kwa hiyo hizi ni faida za kupunguza idadi ya miro, unaweza ukaamua uh, ukala mara moja au ukala mara mbili, ila mimi huwa nasema kama tatizo ni serious kabisa, jitese hata kwa muda wa wiki mbili kula mara moja eh, kula mara moja, na hiyo mara moja iwe ni kila siku saa kumi na mbili jioni, kila siku saa kumi na mbili jioni ili mwili wako uingie kwenye autophagy haraka, seli zilizochakana zilizoharibika, zianze kutoka ndani ya mwili zizalishwe seli mpya. Hii eh, ndo faida ya intermittent fasting au faida ya kupunguza idadi ya miro. Ni tiba nzuri sana, hauhitaji kutumia kidonge hapa, hauhitaji kutumia dawa, hauhitaji kutumia vidonge vya vya vya kulainisha damu. Hapana, hii ni tiba tosha. Jambo la pili ambalo wa mgonjwa wa stroke anatakiwa kufanya ili kuweza kuondokana na tatizo hili pasipo kutumia kidonge chochote ama pasipo kutumia uh, dawa yoyote ni kula lishe ya ketogenic, kula lishe ya ketogenic ambayo tunaita ketogenic diet. Hii ni lishe ambayo inaundwa na vyakula vya mafuta, vyakula vya protini pamoja na asilimia hamsini za vyakula vya wanga. Kwa hiyo unapoandaa sahani yako, hakikisha kwenye sahani yako kuna asilimia a, kubwa ya vyakula vya mafuta mazuri, alafu kuna kiasi yaani asilimia ndogo ama kiasi cha vyakula vya protini, alafu na wanga a, a, gram hamsini eh. Hii inasaidia kwanza kupunguza sukari kwenye damu, kwa sababu umelimiti matumizi ya carbohydrate, umelimiti matumizi ya sukari hapa. Kwa hiyo sukari itapungua kwenye damu. Sukari ikipungua kwenye damu, tayari ni rahisi stroke kutoweka, kwa sababu sukari huwa inachochea uvimbe uh, kwenye mishipa ya damu, na hivyo uvimbe ukishatokea kwenye mishipa ya damu tayari uh, mishipa ya damu inaweza ikapata ikawa blocked au diameter ikapungua, kwa hiyo damu ikashindwa kufika kwenye ubongo, mwisho wa siku mtu anapata stroke. Kwa hiyo unapokula uh, hii ketogenic diet eh, manaake unasaidia mishipa ya damu uh, kuwa free, unasaidia mishipa ya damu kusafishika na kupitisha damu vizuri, unasaidia vile viuvimbe vi, vi, vi kwenye mishipa ya damu kuyeyuka eh, lakini Uh, faida nyingine ya kula ketogenic diet ni kuimarisha mishipa ya damu ya ubongo, kuimarisha mishipa ya damu ya ubongo. Kumbuka, unapotumia diet yenye mafuta mengi mazuri, unapotumia diet yenye proteini, unasababisha mwili kuingia kwenye ketosis eh, maanake unasababisha mwili kuanza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati na mwili uki, uki ukitumia mafuta kama chanzo cha nishati huwa unatengeneza chemicals ambazo zinaitwa ketones, au ketones. Hizi ketones huwa ni ni, ni ni ni chanzo mbadala cha nishati kwenye ubongo na kwenye misuli eh. Kwa hiyo sasa mwili unapoingia kwenye, kwenye ketosis na kutengeneza hizi ketones tayari unakuwa unaujenga ubongo, unakuwa unaujenga ubongo eh. Kwa hiyo hiyo ni faida ya pili ya kula ketogenic diet. Lakini pia kutumia mafuta mazuri kama parachichi kwa sababu kwenye ketogenic diet na mimi huwa nazungumza sana. Unapoandaa mlo wako hakikisha unatumia parachichi. Kutumia mafuta mazuri kama parachichi, kama nazi, kama samli, kama mafuta ya mzeituni husaidia kurudisha nguvu kwenye ubongo. Haya mafuta yanasaidia kujenga ubongo, kwa sababu yana virutubisho vya omega, yana mafundani mwake. Kuna kuna omega 3 fatty acid ambayo inasaidia kuimarisha afya ya ubongo. Lakini ketogenic diet, unapokula lishe hii ya ketogenic diet, diet maanake, unapunguza pressure ya damu na unapunguza cholesterol kwenye mishipa ya damu Hivyo mauvimbe yote yanayeyuka. Presha ikishakuwa nomo, sukali ikawa nomo, uzito ukaondoka, lakini pia mafuta mabaya yakaondoka tayari, damu inaanza kuflow vizuri, kwa ni rahisi kufika kwenye ubongo, ni rahisi e, stroke kupotea. Kwa hiyo zingatia haya kama unahitaji kupona haya maradhi bila kutumia dawa yoyote ile, ni swala la nidhamu tu. Kifanya hii mfululizo kwa muda wa wiki moja, wiki mbili, wiki tatu mpaka mwezi mzima, mgonjwa anapona. Mimi na shuhuda ya mgonjwa mmoja ambaye nilimusimamia katika mchakato wake wa kupona. Uh, stroke na alikuwa na stroko mbaya mpaka anatoka udenda, yaani awezi hata kuongea, lakini sasa hivi yuko vizuri. Aliamua kufunga kula mara moja kwa siku na, na, na, na fungua yake alifungua kwa vyakula vinavyochochea ketosisi kuendelea kuteki press ndani ya mwili wake, kwa mwisho wa siku amepona kabisa. Kwa hiyo ujumbe huu A share kwa watu wengi zaidi, ili waweze kupata hii knowledge, itawasaidia, lakini usisahau kusubscribe channel hii kwa ajili ya kupata video nyingine ukiwa wa kwanza.